kila baada ya mvua zikinyesha waje wajiizishe aa kkipeje ziebazi vile vi tano ni mkoa wa Lindi ndio mwathirika mkubwa. Wahamie hapa wajenge kambi hapa waishi hapa, hapa waishi Somanga, waishi pale zila tatu waishi na Nangurukuru, ili wawe wanafuatilia mwenendo wa maji kutoka huko milimani na kuhakikisha barabara zetu zinabaki kuwa salama pale ambapo zinaharibika, maeneo ambayo hayana mkandarasi wao wafanye kazi hiyo mara moja. Maelekezo yameshatoa na tushakelea na mheshimiwa waziri kusimamia, tutatarajia sasa, kama mtozoia usumbufu ni wa muda mfupi, na tumewaambia TANROADS mkoa wakipata tatizo zaidi wa ya uwezo wao wasisite watoe taarifa makao makuu ya TANROADS. Wasafiri wote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 kwamba hakuna shughuli itasimama, wakati serikali yetu ipo na inafuatilia mwenendo.